Ilivyo kwa Mungu wetu, akiona mmepatana na kila anachokuelekeza unafanya na kusudi lako leo tu unalitenda lazima, lazima ataanza kukusaidia kuku, kuku, kuku, kuku, mahali ambapo unashindwa anakufadhili, mahali ambapo una changamoto anakuinulia, ana watu. Bwana Yesu asiwe sana, anakuinulia watu, anakusaidia kwa namna moja ama nyingine. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo agano lolote lazima limalike. Agano lako na Mungu lazima limalike. Unahitaji matokeo, unahitaji upate kitu kutoka kwa Bwana. Imalisha agano kati yako na Mungu. Na agano letu kumbuka naisha kwambia lilisha imalishwa na damu ya mwana kondoo Yesu Kristo aliye hai. Asikudanganye mtu yoyote kwamba lete sadaka, lete mali, lete ng'ombe, lete nini eti kwamba uimalishe patano kati yako na Mungu. Kitu ambacho hakipo. Damu ya Yesu pekee ilisha maliza vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende tukasome andiko la mwisho kwa siku ya leo. Kwa siku ya leo. Isaya 55, msali wa tatu, mpaka kumi na tatu. Isaya sura ya hamsini na tano mstari wa tatu mpaka kumi na tano. Kumi na tatu mpaka kumi na tano kumi na tatu So neno la Mungu linasema hivi: tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele na rehema za Daudi zilizo imara, nami niitafanya agano nanyi la milele. Cha kwanza kwa kuzingatia, ili agano lako kati yako na Mungu lazima limalike, lazima ufate vitu vifuatavyo. Jambo la kwanza, lazima uwe na uwezo wa kutega sikio lako kumsikia Mungu. Lazima uwe na uwezo wa kutega sikio lako kumsikia Mungu. Unahitaji patano kati yako na Mungu liwe imara siku zote. Nimetoka kuambia kwamba wenzetu huwa wanatoa sadaka, huwa wanaenda kutambika ili kuimarisha maagano yao kati yao na mizimu. Sasa agano sisi, sadaka ya agano iliyofanyika ni moja tu, ya damu ya Yesu Kristo anatele hai, na hakuna sadaka yoyote ambayo inaweza kufanya tena agano la Bwana limalike wewe unachotakiwa nimekuambia, kwamba tega sikio au fata nyayo za Yesu Kristo nanzalehai, na mambo haya tutaangalia mambo kama matatu. Anasema kwamba tegeni masikio yenu. Maana yake una uwezo wa kutega sikio lako limsikie Mungu vizuri, ni moja ya kuimarisha patano lako kati yako na Mungu. Tega sikio lako uweze kusikia nini Mungu anasema na wewe uweze kusikia nini Mungu ananena na wewe. Na jambo la pili, amesema ya kwamba nakunijia, nakunijia, haleluya. Unaposema nakujia, maana yake sina kufuata, maana yake nakufuata. Maana yake nini? Ukisha tega sikio lako, lazima ufate njia inaoelekea kwa Mungu au mwendo wako au safari yako iwe katika njia ya Yesu Kristo, anantele hai ndio maana akasema kwamba anayetaka kunifuata ajikane mwenyewe, aubebe msalaba wake na anifate. Maana yake nini? Uchukue hatua. Baada ya kutega sikio lako kusikia sauti ya Mungu, basi uanze kuchukua hatua ya kuanza kufata yale ambayo anakuelekeza ya kwanza kufata, yale ambayo anakuambia ya kwanza kufata, lile ambalo anakuelekeza uwe na uhakika, agano kati yako na Mungu litakuwa imara. Na jambo jingine, anasema kwamba sikieni, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele. Sasa baada ya kumfata Yesu Haitaishia kumfuata atazidi tu kuku ku, atazidi kufanyeje? Atazidi kusema na wewe sasa. Kama atazidi kusema na wewe, lazima uwe na uwezo wa kuzidi kumsikia kila siku, itapo leo lazima uwe na uwezo wa kumsikia kila ambacho, baada ya kumfuata Yesu, sikiliza, sikia kile ambacho anafanyeje, anakwambia ufanye, sikia ambacho anakuelekeza utende na